Wajue wanaharakati ambao ni maarufu na wanazikosesha usingizi nchi zao Afrika Mashariki. Huyu anaitwa Abdallah Seifu Zungu. Wa BBC anaripoti kutoka Nairobi nchini Kenya tarehe 27 Mei 2025, akisema askofu mmoja wa Kanisa la Kinjili la Kirutheri Tanzania KKKT, Bensoni Bagonza, anatafsiri wanaharakati kama imani na ushawishi katika jambo fulani anarosimamia mtu na kulipigania. Wanaharakati ni neno la Kiarabu lenye maana mchakato wa mtu ama watu kufuatilia jambo fulani wanaloamini lina maana ama la msingi wa maisha ya jamii. Na kwa nchi nyingi hasa za Kiafrika, watu hawa huonekana kama maadui wa mamlaka, na wakati mwingine hupitia maisha na wakati mgumu wa kutekeleza majukumu yao na kufikia malengo yao. Ifuatayo ni orodha ya wanaharakati ambao wanaonekana mwiba wa mataifa yao Afrika Mashariki. Maria Sarungi wa Tanzania ni mwanaharakati aliyejikita zaidi kwenye kutaka mabadiliko akitumia mitandao ya kijamii zaidi kutekeleza azima yake hiyo. Kampeni iliyompa umaarufu zaidi ni Change Tanzania iliyoanza kama hashtag kwenye mtandao wa Twitter. Na kwa sasa amekuwa akiendesha mijadala mikubwa. Kampeni iliyompa umaarufu zaidi ni Change Tanzania, iliyoanza kama hashtag kwenye mtandao wa Twitter, na kwa sasa amekuwa akiendesha mijadala mikubwa inayohusisha maelfu ya Watanzania kupitia jukwaa la space la Twitter mijadala hii kwa kiasi kikubwa inakosoa mamlaka kwenye maeneo mbalimbali, lakini pia inachochea ushawishi wa masuala mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya katiba ya nchi, kuondolewa kwa sheria kandamizi, na kuchochea uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari. Maria amekuwa akiendesha shindano la urembo la Miss Universe Tanzania akiwa ni mtaalamu wa, wa masuala na uandishi wa habari na mmiliki wa kampuni ya Campus Communication. Amekuwa akisimamia midaharo mbalimbali mbali ikiwemo ya uchaguzi kupitia kampuni yake. Kupitia juhudi na wanarakati wake, aliteuliwa na aliyekuwa rais wa Tanzania wa awamu ya nne Chakaya Mrisho Kikwete kuwa mjumbe wa bunge la katiba mwaka elfu mbili na kumi na nne. Kituo chake cha kwanza TV kimekumbana na rungu la kufungiwa kutokana na maudhui yake yaliyoonekana kwenda kinyume cha sheria. Mjadala anayoendesha na jumbe zake hasa kwenye mtandao wa Twitter zimekuwa homa kali kwa mamlaka. Hivi majuzi wanaharakati huyu ambaye alikimbilia Kenya na sasa anaishi katika taifa hilo la Kenya, la Afrika Mashariki, alinusurika jaribio la utekaji jijini Nairobi. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Nairobi siku moja baada ya kuachiwa, alisema watekaji hao walimuuliza ikiwa anahofia kuvushwa upande wa pili wa mpaka yaani Tanzania, naamini kuwa Mtanzania alihusika. Sioni kwa nini serikali ya Kenya iwe na nia ya kuniteka na kujaribu kuchukua simu zangu, alisema Maria. Maria Sarungi ni mkosoaji mkubwa wa rais wa Tanzania wa sasa Samia Suluhu Hassan na ameishutumu serikali yake kwa kurudisha udhalimu nchini humo. Bonifasi Mwangi wa Kenya. Bonifasi Mwangi aliacha uandishi wa habari baada ya kushuhudia na kupiga picha ghasia za baada ya uchaguzi nchini Kenya mwaka elfu mbili na saba kama mpiga picha wa magazeti alipata mfadhaiko wa kiakili baada ya kuathiriwa moja kwa moja wakati watu wa jamii yake walipotishiwa. Aliathiriwa zaidi baada ya kulazimika kuangazia wanasiasa wale wale waliochochea ghasia bila kuadhibiwa. Mpango wake wa kwanza ulikuwa mradi wa picha mtaani, kwa Kiswahili, picha mtaani ukionyesha picha za ghasia za mwaka elfu mbili na saba baada ya uchaguzi wa kitaifa kati ya makabila mbalimbali. Maonyesho haya ya mitaani yalionyeshwa kote nchini kwa watu kujadili upatanisho. Mwangi alikamatwa na polisi mwezi Mei elfu mbili na kumi na tisa kwa madai ya kuandaa mapinduzi nchini Kenya. Maafisa wa upelelezi walikuwa wamemkamata bwana Mwangi nyumbani kwake na kumpeleka katika kituo kikuu cha polisi ambapo alirekodi taarifa. Aliachiliwa muda mfupi baada ya taarifa inayoelezea mashtaka ambayo huenda akakabiliwa nayo kusambaa kwenye mitandao ya kijamii mwaka 2024. Kuzuiliwa kwake kulikuja baada ya kuitisha maandamano dhidi ya serikali katika mbio za marathon katika mji mkuu Nairobi, Kenya. Polisi walikuwa wamethibitisha kuwa bwana Mwangi alikuwa kizuizini, lakini hawakutoa maelezo zaidi. Kuzuiliwa kwake kulizua hasira miongoni mwa wafuasi wake waliotaka aachiliwe. Hivi karibuni mwanaharakati huyo aliachiliwa nchini Tanzania baada ya kukamatwa na kuzuiliwa kwa siku tatu alipokuwa ameenda kuhudhuria kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani Chadema. Mwangi ambaye alishindwa kutembea baada ya kuachiliwa, anasema aliteswa na kufanyiwa mambo mabaya wakati alipokuwa kizuizini nchini Tanzania. Agata Atuhaire wa Uganda. Agata Atuhaire ni mwanasheria mashuhuri na mwanahabari mwenye jarida jarizi, jariba ya zaidi ya miaka 11. Uandishi wake wa habari unazingatia michakato ya ubunge, demokrasia ya vyama vingi na mafuta nagesi amechangia katika vyombo vya habari kama vile gazeti la Independent, Daily Monitor, Uganda Radio Network, BBC na National Geographic. Agata huonekana mara kwa mara kwenye vipindi vya mazungumzo ya NTV na NBS TV na amekuwa akiandaa kipindi kwenye Civil Space TV akiwa na wafuasi wengi kwenye mtandao wa X. Anajulikana kwa kuripoti kwake kwa matokeo kuhusu utawala na uwajibikaji. Kazi ya Agata imemtambulisha kama sauti inayoaminika kuhusu utawala na haki za kijamii nchini Uganda, na ameongoza sababu muhimu za haki za jamii na kampeni. Hivi majuzi mwanaharakati huyu mashuhuri alikamatwa na kuzuiliwa kwa siku tatu nchini Tanzania, pamoja na mwenzake wa Kenya Bonifasi Mwangi. Hatua ile, alikuwa amesafiri hadi Tanzania pamoja na mwanaharakati wa kupinga ufisadi nchini Kenya Bonifasi Mwangi kumuunga mkono kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, ambaye alifikishwa mahakamani Jumatatu iliyopita. Okiya Omtata kutoka Kenya, huyu ni mwanaharakati kutoka nchini Kenya aliye mstari wa mbele kupinga maamuzi yoyote yanayokwenda kinyume na katiba ya nchi, licha ya kuwa seneta wa kaunti ya Busia. Okiya Omtata huenda akawa ndiye mwanaharakati aliyefungua kesi nyingi zaidi nchini Kenya dhidi ya masuala yanayokwenda kinyume na katiba na si aghalabu, siku moja kumkuta kwenye rekodi za kitabu cha Guinness kwa mtu aliyefungua kesi nyingi zaidi. Okia alizaliwa katika kaunti ya Busia Novemba 30 mwaka 1964 na kujiunga na shule ya upili Sintapo na huko akakutana na mchungaji ambaye ndiye aliyemshawishi kuwa alivyo leo, kabla ya kujiunga na shule ya sekondari Mtakatifu Peter's School huko Mukumu, alipomaliza elimu ya juu ya sekondari mwaka 1983. Wanaharakati nilianza nikiwa sekondari ingawa nilikuwa mtiifu na mwenye heshima lakini nilikuwa na hoji sana, na ni wakati huo nilipoanza kuona umuhimu wa uhuru wa kujieleza. Mwingine ni Stella Nyanzi wa Uganda, ni msomi wa elimu ya juu na profesa asiyeogopa kusema lolote analoamini, tena wakati wowote wa hata kama linamuhusu rais wa nchi. Amekaa jela mara kadhaa kwa harakati zake dhidi ya mamlaka ya Uganda. Alikuwa na kesi ya kumtukana Rais Museveni, alikaa alikaa jela kwa miezi kumi na nane. Lakini kama haikutosha, alipotoka tu akasema Museveni lazima uondoke. Nakupa notisi. Uondoke Unaweza kufanya lolote, tuko tayari, tumechoka. Mseveni acha kukandamiza Waganda. Aliwahi pia ukaa jela kwa siku 33, wa kuchapisha kwenye mtandao wake wa Facebook ujumbe unaodaiwa kumtusi raisi Mseveni. Akiwa jela, aliandika ushairi matata ambao lisambana kukimbiliwa na wengi kutokana na maudhui yake yakiw wanaharakati alitorokea Kenya kunusuru maisha yake baada ya kutokubaliana na matendo yake. Hawa ni baadhi ya wanaharakati ambao wanaisumbua sana au wanazisumbua serikali za nchi zao huku BBC ikisema hawa ni wanaharakati maarufu wanaozikosesha usingizi nchi zao Afrika Mashariki. Hii ni Nyikani TV Afrika na langu jina ni Godoni Karulunga. Taarifa hii imeandikwa na Abdarasef Zungu wa BBC. Mtazamaji, tafadhali karibu kwa maoni yako.